Nataka tumpigie makofi baba Raila Amolo Odinga. Vijana hoi! Vijana hoi! Nairobi hoi! Asante, ni vijana vijana hapo. Haya vijana, mna furaha? Mna furaha? Jana nilikuwa na mkutano hapa, vijana walikuwa wamejaa chungu mzima, lakini niliwaambia sitaongea na nyinyi jana. Nilisema nitangoja mpaka kesho, sio hayawi hayawi hayawi hayawi hayawi hayawi imekuwa zimekuwa. Sasa leo tumeweka sahihi kwa mkataba ya kuleta ulewano, ya kuleta amani, ya kupigana na maadui ya Wakenya wote: ugonjwa ujinga, umaskini na utawala mbaya, kidhuluma na kimabavu. Sawa sawa, mara hii tutatembea pamoja. Tumesema tunataka kuunganisha Wakenya wote wawe kama kitu kimoja, ili vijana waweze kupata ajira, gharama maisha irudi chini bei ya unga irudi chini, kodi ya nyumba irudi chini, sawa sawa, na matibabu vilevile imarishwe. Yale yote tuko tayari kushirikiana na serikali ili ifanyike kwa Wakenya wote pamoja, kwa sababu haya ndio tumeweka sahihi siku ya leo. Sawa sawa, ODM ODM ODM ODM. <totabili> waja mwana Ruto salimu nyinyi. Nairobi hoye! Nairobi, asalamu alaikum. Bwana asifiwe. Hebu nione kwa mkono watu wa Nairobi, nione watu wa Nairobi vile baba amesema, hayawi hayawi